Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika mkoa wa Katavi, Tabora, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa ya kuwa makavu. Kwa siku ya kesho, pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, na kwa ukanda wa pwani yote pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi penda mtazamaji, kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Singida, Dodoma, Morogoro, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua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 Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Na Arusha tunatarajia vipindi vya jua. ni kuusi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares. Asante na nikutakie wakati mwema.